Wakazi wa sehemu ya Sokoke eneobunge la Ganze kaunti ya Kilifi wanakabiliwa na tishio la chamuko la ugonjwa wa kipindupindu kutokana na uhaba wa maji safi katika sehemu hiyo. Wakazi hao wamelazimika kuchota maji kwenye vidimbwi ambavyo pia vinatumiwa na mifugo na wanyama pori. Na katika eneo la Bungale area, ama eneo la Bungale wakazi pia wamelazimika kulinda bwawa dogo ambako wanachota maji ya kunywa ili maji hayo yasichafuliwe. Wakazi hao sasa wameitaka serikali kuingilia kati ili kudhibiti maambukizi ya ugonjwa kipindupindu baada ya visa kadhaa kuripotiwa kwenye zahanati. Hali kama hiyo na wasibu wakazi wa, wa maeneo ya forodhoyo na mitsedi. Zini. Kuna ndovu walikuja wakaoga ndani. Kuna mifugo hapo nyumanyuma walikuja wakaoga ndani, inabidi tunakunywa hivyo hivyo hiyo maji hata uchotewe kwa kikombe na munai utadhani si maji, ni chai ya maziwa. Mshirikiane huko, mtuletee maji. Hata wanafunzi hapa mara kwa mara wanapelekwa mahospitali kwa sababu haya maji ambayo wanakunywa si maji safi, na ni asubuhi waje wachote hapa alafu waende shule. Hata saa hii tunakesha hapa ili kwamba wasije ndovu wakaharibu hii maji, na ni kwamba sisi hatuwezi kuzuia ndovu lakini kwamba kuna uhatari. Tunaomba kama serikali inatusikia itusaidie ipanue hii binesi na hata kama ni ndovu anaweza ku, kupata maji huko mbelembele huko mbele, mbele. Kuna muda nilipitisha uh, department ya maji na kwa survey yao wakaona kwamba ni pipeline ambayo itahitaji kama kima cha uh, milioni mia tatu, na tumeanza na line ambayo imetumia gharama ya milioni thelathini lakini ni line ndogo ambayo yaani ni phase one ambayo ni line fupi ya kilomita tano.